Mvua imenyesha imenyesha, mvua kubwa sana, mpaka hapa maeneo ya karibu na wapi ma... na... na... na... na... na Mkuyuni njia imezibwa, ime mvua ni kubwa sana. Hayo yote ni foleni ya magari, hiyo yote ni foleni ya magari. Sasa mimi nitakiwa niagize mzigo mmoja hapo Nyegezi wako Kubongwa wavo Usagara <tas> Kwamba mzigo uende huko maeneo fulani. Sasa ndugu yangu, nje imezibwa, haijazibwa na watu. mvua kubwa imempiga leo na imetandika Mwanza nzima ha. Hawa watu wote wamekata tamaa ya safari zao, anarudi gari zote hizi <heze> zimepaki <coughs>

Yote ni foleni ni tu. Hai, hii ndio sababu ya foleni hii yote ambao na foleni siifikia hata nusu yake, na sasa uh, imekuwa ni hatari sana. Hii ni hatari sana. Haa, maji ni mengi sana naonana, na kuna baadhi yeah, okay. <laughs> uh, ya nyumba zinakaribia kufukiwa. Huko kuna watu wamekata tiketi wanatakiwa kusafiri leo sasa, wameatimba ya yeah, kisesa kule yeah na mimi nitakiwa niende huko sasa. Nimetokea huko juu kwa juu, nikasema, he, ngoja nipite shortcut kati baada ya wapija malizo ya foleni ndogo, mpenzi mtazamaji. Salama aise, huku mvua kubwa yani, hapa niko Mkuruni naenda Yegeziani mwanangu, jamu iliyonikuta huku, ni hali ya hewa sio nzuri kwa kweli.